Tusawazishe, tufanye tukimaliza. Tep. Tusawazishe. Tep. Uh, tukiwa na vitu kama low taxes inamaanisha watu wengi wataajiriwa, sababu kutakuwa na businesses zinakuja into the country from other uh, from other countries or even watu wanaweza anzisha biashara hapa wanaandikiza uh, wenzetu wanalipa ushuru kidogo na watu wengi watalipa ushuru sasa hatutakuwa na mambo ya tunapeleka watu wetu nje za uh, nchi za nje ndio wafanya kazi, so we'll have to create our jobs here in the country, uh, with the low taxes. Change can start anywhere and it can move na the most important change that needs to be happening in Kenya ni change ya wale watu viongozi wetu ambao sio wakupora mali wana jina nzuri, mtu akiongea. Mimi nimekuwa deputy governor, mkiangalia, hakuna mahali popote utakuta jina langu lina dosari.